Idadi kubwa ya miradi ya shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani, USAID, imesitishwa kufuatia ukaguzi wa wiki sita uliofanywa na Wizara ya Mambo ya Nje na Idara ya Ufanisi wa Serikali, DOGE, chini ya usimamizi wa Elon Musk. Waziri wa Mambo ya Nje Marco Rubio ametangaza kuwa miradi elfu tano na mia mbili kati ya elfu sita na mia mbili ya USAID imeachwa rasmi huku miradi iliyosalia asilimia 18 tu ikiwekwa chini ya Wizara ya Mambo ya Nje. Rubio ametetea uamuzi huo akisema kupitia X kuwa USAID ilikuwa inatumia mabilioni ya dola kwa njia zisizokuwa na manufaa au hata kuathiri maslahi ya Marekani. Uamuzi huu umekosolewa vikali na mashirika ya misaada ya kibinadamu, huku wataalamu wakionya kuwa utaleta madhara makubwa duniani kote. Mataifa yaliyoathirika zaidi ni pamoja na Sudan ambapo zaidi ya maeneo yanayotoa chakula 1100 kwa waathirika wa vita vya wenyewe kwa wenyewe yamefungwa na kuathiri karibu watu milioni mbili. Oman, wanawake waliokimbia Taliban kwenda Oman kusoma sasa wanakabiliwa na kurudishwa makwao baada ya udhamini wao wa USAID kusitishwa ghafla. India, kliniki ya kwanza ya matibabu kwa watu waliobadili jinsia transgender imefungwa katika miji mitatu baada ya Rais Trump kusimamisha misaada ya kigeni. Kusitishwa kwa USAID ni sehemu ya mkakati wa Trump wa America First ambao unalenga kupunguza matumizi ya Marekani nje ya nchi na kuelekeza fedha kwenye vipaumbele vya ndani. Mara baada ya Trump kurejea ikulu ya White House mnamo Januari 20, utawala wake ulifanya afuatayo: kusitisha misaada yote ya kigeni kwa amri ya kiutendaji siku ya kwanza, kuwarejesha wafanyakazi wa USAID waliokuwa ng'ambo, kufuta maelfu ya mikataba ya maendeleo na hivyo kusababisha kufutwa kwa maelfu ya ajira. Rubio alikiri kuwa mabadiliko haya ni yenye utata, lakini aliyeita marekebisho yaliyocheleweshwa kwa muda mrefu, lakini ni muhimu kwa historia. Uamuzi wa kufuta miradi ya USAID ambayo ilipitishwa na bunge la Marekani umekumbwa na kesi za kisheria kutoka kwa chama cha Democratic na mashirika ya misaada ya kibinadamu. Wakosoaji wanadai kuwa hatua wa hiyo ni kinyume cha sheria na inaweza kukinzana na sheria za serikali ya shirikisho kuhusu ugawaji wa misaada ya kimataifa. Mashauri ya kisheria tayari yameanza kufikishwa mahakamani huku bunge la Marekani likitarajiwa kufanya uchunguzi wa athari za kusitishwa kwa miradi hiyo ya kimataifa. Wakati miradi ya misaada inaendelea kufungwa, madhara ki ya kisiasa na kibinadamu ya uamuzi huu bado hayajulikani wazi, lakini kwa mamilioni ya watu walioathirika kote duniani, mgogoro huu tayari umeanza kuwa halisi. Attention, your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers.